Imekuwa ni furaha shangwe, pamoja na vaibu la kutosha kwa mashabiki pamoja na viongozi wa klabu ya Young Africans mara baada ya lile lengo lao kubwa na ndoto kubwa ambayo walikuwa wakipambania kwa muda mrefu kuweza kutimia. Mimi nikuambie kwamba klabu ya Yanga wameweza kuleta jambo ambalo ni la muhimu na la msingi na lina mchango mkubwa sana katika swala zima la kimichezo la hapa nyumbani Tanzania, katika sekta ya michezo eh, hakika Yanga wameweza kuongeza kitu kikubwa sana. Hili sio jambo lingine, bali ni mara baada ya klabu ya Young Africans kuweza kuzindua ama kuweza kuanzisha rasmi shule kwa ajili ya michezo. Ya shule hii inahusika zaidi na vijana wenye umri mdogo ambao watachukuliwa kama a, training lakini pia watafanyiwa mafunzo mengi, na watawafanyia mambo mengi yaliyokuwa ya muhimu na kuwapika, lakini pia kuwatengeneza katika mifumo ya kuja kuwa wachezaji bora watakaokuja kucheza soka la kulipwa e, hapo baadaye. Jambo hili limeonekana kuwa trending zaidi na hata ukipita katika kurasa za mitandao ya kijamii mbalimbali mbali. Utaona namna ambavyo watu wamekuwa wakilizungumzia na kulijadili jambo hili in a positive way, yani katika njia iliyokuwa ya mafanikio na njia iliyokuwa nzuri, tofauti na vile ambavyo tumezoea mashabiki wengi kuona. Kwenye masuala mazima ya kimichezo huwa wanagawanyika pande mbili, yaani pande ile ya kulaumu na pande ambazo huwa zinasifia na kuzungumza ukweli wa mambo. Sasa katika hili, mimi ni wapongeze sana wana Yanga, lakini pia na uongozi na wachezaji wa klabu ya Yanga, kwa sababu katika jambo kama hili e, pasi na shaka kwamba kulikuwa kuna mawazo lakini pia na mchango mkubwa wa watu mbalimbali katika klabu ya Yanga. Sasa kwa habari e, na matukio a, makubwa kama haya ya burudani, habari za michezo, pamoja na yote utayapata hapa MAI TV. Mimi nikukumbushe tu katika wakati huu E, muhimu kabisa hasa timu zetu za nyumbani Tanzania ambapo zinaenda a, kupambana kimataifa zaidi ya Kiafrika hapa katika michuano ya CAF ili usipitwe na kuachwa na habari moto moto. Hakikisha kwanza umejiunga nasi hapa MAI TV kwa kugusa maandishi e, mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo moja kwa moja, pale tu ambapo sisi tunakuletea wewe habari utazipata, na taarifa yake itakufikia kwa wakati na wasaa husika. Mimi niseme tu uwe na wakati mwema. Asante sana kwa kuwa nasi, keep connecting with MAI TV. Karibu tena kwa wakati mwingine.